Habari um, uh, za sasa hizi ndugu zangu, jina langu Razak, naitwa Razak Muba. Ni mwalimu lakini pia ni founder ama tunaweza tukasema ni o CEO, wa Wazo Chanya CEO ambayo najishughulisha sana kuandika makala kuandika maneno ya kuwafariji watu, lakini pia tunafundishana mbinu mbalimbali, especially za namna ipi tunaweza tukapambana na changamoto hasa zinazoibuliwa kutokana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia ambao nafikiri wengi tumekuwa mashuhuda wa mabadiliko makubwa ambayo yanaendelea kwenye ulimwengu wetu. Sasa siku nyingi nimekuwa nikipata maswali kuhusiana <coughs> Wazo Chanya ni nini yaani, yani, limetokea wapi? Wazo chanya. Wazo chanya kwanza kihistoria wazo chanya wazo chanya mpaka leo hii tunatimiza tuna kama mwaka wa tisa kwa sababu kuanzishwa kwake kuna kama 2016 ndio imeanzishwa, na lengo kubwa ilikuwa au msukumo mkubwa ambao ulikuja mpaka nika nika nikaja na wazo chanya, ilikuwa ni changamoto ambazo nilipitia mimi mwenyewe binafsi, ambazo zilinifanya ili niendelee kusurvive ili niendelee kuishi ilitakiwa lazima niwe positive, lazima niwe chanya niendelee, ndipo ambapo niendelee kupiga hatua nyingine kwa hiyo kupitia kujitafuta na kutafuta namna ya kujiponya, nilikuwa nafuatilia makala mengi. Nawashukuru sana eh, wakina Joel na Nauka, ambaye sasa ni waziri wa mambo ya vijana. Nimesoma vitabu vyake vingi, lakini pia nilikuwa nafuatilia sana makala zake alizokuwa anaandika, lakini pia nilikuwa na namshukuru Mungu, pia nilikuwa na aa, Uh, nina ni ile passion nina ile hali ya kupenda kusoma vitabu, kwa mwisho wa siku nikajikuta, uh, nimeanza kujiponya uh, kutokana na hali ambazo ambazo nilikuwa napitia. Sasa kitu ambacho kilitokea kama kwa, kwa, kwa, kwa, kwa bahati au sio kwa kupanga, baada ya kupenda sana kusoma vitabu na baada ya kupenda sana kufuatilia hayo makala waandishi mbali mbalimbali ma life coach mbalimbali automatically tukiasiri nikaanza kujikuta napenda kuandika sana. Na nashukuru kipindi kwamba mambo ambayo nilikuwa naandika yalikuwa watu walikuwa wakiyasoma yanawasaidia sana. Si mimi tu mwenyewe kwa sababu nilikuwa naandika vile vitu eh, ambavyo nilikuwa naenda tofauti na zile feeling au tofauti na ile hali ambayo nilikuwa nayo. Kwao mambo ambayo nilikuwa naandika yalikuwa hata mimi mwenyewe nikiyasoma wakati mwingine farin. Kwa hiyo mwisho wa siku watu wengine wakaja wakaanza kusoma, wakaanza kusoma, wakaanza kusoma. Na nikaanza kupata hizi ile comments da, bro unatusaidia sana na hivyo. Lakini baadaye sasa, kwa sababu tayari nimeshafikia level ambayo nimeandika sana, nime nini, nikaona hichi kitu nikitengeneze official uh, ambacho kiendane sasa na wakati. Kwa kwa sasa, Wazo Chanya yenyewe inakuja kwanza, ina slogan inasema, we believe in a positive mind, sisi tunaamini katika akili ambayo ni chanya sema akili ikiwa chanya ina uwezo kukabiliana na changamoto. Na sisi tunaamini kwamba ni ngumu sana kubadili yanayoendelea, wanasema zile life circumstances, yaani e, kwenye maisha tunakutana na circumstances mbalimbali, tunakutana na changamoto mbalimbali. Tunakutana na mambo mbalimbali ambayo mara nyingi yanatokea pasi na kujiandaa, lakini yanatokea nje ya uwezo wetu, kwa hiyo hatuwezi kuruhusu au kuzuia vitu visitokee. Okay? Kitu ambacho tunaweza ni kubadili akili zetu, kuzijenga akili zetu, kuziweka ziwe imara, kuweka ziwe chanya ili kuweza kupambana na hayo mambo ambayo yanatokea kila siku. Lakini pia nasisitiza, na, na, na, na, na, na, na, sisi tunaamini kitu kingine kwamba akili um, chanya inakuwa na uwezo wa kuangalia au kuona fursa katika kila changamoto duniani. Hapa kuna changamoto nyingi, lakini katika kila changamoto tunaamini kwamba kuna kitu ambacho kimejificha ambacho unaweza sasa ukakitumia kama ni faida kwako. Kwa hiyo kwa tunavyosema watu wawe positive, watu wawe chanya, tunataka kutengeneza community au jamii ambayo inakuwa na uwezo wa kuangalia opportunities kwenye zile changamoto. Ya. Yeah. Kwa hiyo kwa sasa hivi ni big project lakini ndani ndani huko tumejiandaa, tuna vision, tuna mission ambayo kimsingi eh, tunaweza kufikia watu wengi sana. Kupitia mtandao lakini pia sasa hivi tutafanya outreach ya kuwafikia watu eh, pale walipo, especially makundi ya vijana, kwa sababu vijana ndio ambao ndio ndio ndio ndio inaakisi uhalisia wa ulimwengu kwa sasa, kwa sababu ndio watu ambao wanakuwa very sensitive kwenye changamoto zote ambazo zinatokea kwenye ulimwengu. Wanakuwa very sensitive kwenye mabadiliko yote yanayotokea. Mwathirika wa kwanza ni kijana. Kwa hiyo sisi kama Wazo Chanya, focus yetu kubwa ni kundi la vijana, kwa sababu ndio kundi ambalo lina shida kupita kiasi. Hata mimi mwenyewe kwa kwa experience ambayo nimeipata, kwa changamoto ambazo nimezipitia, lakini pia nimezigeuza kama fursa na maisha yanaendelea. Kwa hiyo hata watu wengine wanaweza wakafanya hivyo, kwa hiyo kwa ufupi ni hivyo, na tuendelee kufuatilia makala some Facebook, Instagram kama Razak Muba, lakini pia kwenye YouTube channel. Uh, inasoma kama Raza, uh, inasoma kama ni Wazo Chanya. Uh, tujifunze na tuendelee kupambana. Kwa hiyo asanteni sana sana sana sana. Kwa ushauri, kwa maelezo na vitu vingine, unaweza ukanitafuta. Asanteni sana.